Hapa tunacheza mchezo ya unaangalia, mtu anaangalia swali yenye yeye ndo mwenye kutenda, akite ikuwe ni yeye, tukiulizwa swali yenye aki, imeandikwa hapa akiulizwa ana ni yeye ndio tunapaka unga. Tuko na unga ya tuko na unga hapa pia, tuko na unga ya kupaka, ya kupaka mwenye anaulizwa swali ya, eh, ni yake ni mimi ndo mwenye ninawapaka, ili tujue nani anafanyanga vitu mingi kushinda mwingine. We have to start, anaweza salimiana wote wawili. Hi, my name is Anton. Hi, my name is Violet. Now we can start again, tunaanza na Naanza na huyu unasoma na nguvu friends. Nani anapenda marafiki? Nani anapenda marafiki Ni wewe. Nani anapenda usafi na kupika? <laughs> napenda usafi na kupika, ndio huyo, napenda usafi na kupika. Ehe, ni wewe. Nani anapenda maso, masomo kuliko? Kuliko? Nani anapenda masomo kuliko? <laughs> Nani anapenda masomo kuliko mwingine? Nani anapenda simu? <laughs> Kuna mwenye nmeja apendi simu? Nyii wote mnapenda simu <laughs> Ehe. Nani anapenda na kukimbia ku shuleni sana? Nani anapenda na kukimbia, si ni wewe? <laughs> <laughs>

nakucheza sana haya. <laughs> nani yeah. nani, eh, nani anapenda, anapenda, kujudge. Kujudge. Kujudge. Anapenda kua ua ku ndohuyu ndo huyu, kila kitu lazima ajaji pia wewe. <laughs> aruk ni wewe niwewe, niwewe. <laughs> nani haezi akakaa bila bluu blu yake na watoto wao, an anawezia akakaa hivyo anajiona <laughs> shinda hiyo kazi <laughs> <laughs> <laughs> nani anapenda kuchokozi uchokozi uchokozi uchokozi. Nani anapenda uchokozi? Ndo uyu twendereni. <laughs> oh, He, nani hawezi akasave pesa? Yes. Yes. Ni wewe. Oh, pia wewe uwezi save bila, uwezi kaa bila kusave pesa. Umesha. Haya, sasa nauliza nani anapenda kutembea tembea nani anapenda kutembea tembea? Nani anapenda kutembea tembea? <laughs> <Ya> huyo, hapo <laughs> yes, uyo oh. Eh, ni wewe unauliza, huyo ni wewe unasema uliza, huyo kukosa kutupiga bila makosa. Nani hawezi kukosa kutupiga bila makosa? Bila makosa <laughs> kuja hapo unauliza swali na unani wewe unajipeleka kwa makosa <laughs> Aya, ni wewe ulizo swari, ulizo swari. Nani hawezi kosa kupigana? Simnajua. Simnajijua. Mbona mwezi kosa bila kukaa bila kupigana? <laughs> Nani hawezi kaa bila kupigana? Nani nani? Na nyinyi mnakaanga mmepigana huku. Haya, swali lingine. Tumemaliza niivyo, mm. Thank you guys for watching umesikia venye watu wako if you are returning subscriber thank you, thank you for coming back and if you are new please please, please, please i'm begging you please subscribe subscribe Say goodbye. Bye. Bye. waambie bye vizuri bye bye